Na watu kadhaa walikamatwa na kuzuiliwa kufuatia vurugu zilizozuka huko Busia hapo jana. Maandamano yalizuka mjini kufuatia kutoweka kwa mfanyibiashara Ibrahim Mohammed kwa wiki mbili sasa. Wakazi na familia mfanyibi ya mfanyibiashara wanataka polisi kutoa taarifa kuhusu aliko, wakidai kuwa alitoweka muda mfupi baada ya kushushwa kwenye basi katika kizuizi cha polisi. Ben Kirui na taarifa hiyo. Walijitokeza kwa wingi wakitaka majibu kuhusu aliko mfanyibiashara biashara Ibrahim Mohammed ambaye ametoweka kwa wiki mbili sasa. Hata hivyo, badala ya kupata ufafanuzi, wakazi na familia wa Mohammed walikabiliwa kwa vitoa machozi. Polisi na waandamanaji wakikabiliana vikali. Sisi tumepoteza Ahmed, saizi ni wiki mbili leo. Tumejitoa tu ile ambayo tutafute haki ya Ahmed sababu kutafuta haki ni kitu lazima. Sisi tujakosea mtu, sisi tulikuwa tunafanya maandamano ya amani. Familia ya Ibrahim inaamini tukio hilo ni kisa cha utekaji nyara, ikisema kuwa alitoweka muda mfupi baada ya kushushwa kutoka kwenye basi lililokuwa likielekea Nairobi kutoka Busia katika kizuizi cha polisi. Wakazi na jamaa zake sasa wanataka maafisa wa idara ya upelelezi wa jinai DCI watoe taarifa kuhusu aliko Ibrahim. Sisi tumekuja tu justice Si tumekuja tunataka kijana yetu, kijana yetu ame, amepotea yeah. na majama amemchukua ni madisi. Watu kadhaa walikamatwa wakati wa maandamano hayo, huku waandamanaji wakiwalaumu polisi kwa kutumia nguvu kupita kiasi, ikiwemo risasi ili kudhibiti maandamano. Tuko kwa Busia Kisumu highway, wameanza kutupiga rasasi <tas> Wame

ambaye inadaiwa alikuwa amebeba takriban shilingi milioni 17 yaani dola za Marekani 136 pesa taslimu zinazodaiwa kuwa za wafanyi biashara wa samaki kutoka jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi.